Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, nikukaribishe tena kwa mara nyingine katika mwendelezo wa kipindi chetu. Bila shaka, pamekuwa na kauli nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa na nchi za magharibi kutokana na kile ambacho kinaendelea katika eneo la Gaza kutokana na harakati za nchi ya Israel katika eneo la Gaza kwenye kupambana na kundi la Hamas. Bila shaka, inafahamika wazi kwamba imepelekea uh, kupatikana kwa zuio latoka mwezi wa tatu tarehe mbili mwezi wa tatu, ya kutokuingia kwa chochote, kuto kuingia kwa chakula au huduma yoyote ile ya kibinadamu, jambo ambalo limepelekea kutoka au kupatikana kwa baadhi ya kauli kutoka kwa maafisa uh, wa Umoja Mataifa kama Tom Fletcher ambaye ni afisa mwandamizi katika upande wa uh, kuangalia hali za binadamu au ile tunasema ni humanitarian uh, service ya umoja wa mataifa ambayo ilitoa kauli ya kuonyesha kwamba ndani ya masaa 48 kutokea siku ya jana, kuna uwezekano kama chakula kitoingia ndani ya Gaza, watoto 1014 wanaweza wakafariki. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, kuna kauli ambayo ilizungumzwa na mkurugenzi wa WHO, eh, Tedros Ghebreyesus kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa madawa ya kuingia ndani ya eneo la Gaza kutokana na hali ya kibinadamu inayoendelea ndani ya eneo la Gaza. Uh, hili pia limepelekea jana waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Uingereza David Lamy, uh, kuzungumza katika bunge la Uingereza kwanza kuonyesha kuto kuridhishwa na kile kinachoendelea kupitia serikali ya uh, Benjamin Netanyahu, lakini vilevile Uingereza vile ikaenda mbali zaidi kuweka baadhi ya kusitisha kwanza makubaliano ya kibiashara ambayo yalikuwa yanakusudiwa kuendelea baina Israel ya Israeli na Uingereza ili kuweza kuziruhusu kuwa kuna uhuru wa biashara, ni free trade baina ya Uingereza na nchi ya Israeli. Makubaliano hayo yamesitishwa, lakini vile vile uh, wameweka vikwazo kwenye au vikwazo kwenye baadhi ya organization, au baadhi ya taasisi ambazo zinapatikana katika nchi ya Israel, lakini hasa zina operate katika upande wa West Bank, kwenye kutoa maeneo na mfano, na kusupport kama ujenzi na vitu kama hivyo na tasisi nyingine ambao zinatoa maeneo kwa ajili ya kufanya mashamba na vitu kama hivyo, kwa hiyo wameweka baadhi ya vikwazo kwenye taasisi kama ya Libi Construction and Infrastructure, lakini vilevile vile wameweka vikwazo kwenye taasisi ya Nachala kuna cocoa farms, na kuna hizi ni miongoni mwa taasisi za, za Israel ambao ambazo actually zimewekewa vikwazo, lakini hazimilikiwi moja kwa moja na serikali ya Israel, lakini kingine Uh, wameweka vikwazo kwa watu binafsi ambao ni settlers tunasema ni, ni wale walowezi ambao wamekuwa wakifanya vurugu kubwa dhidi ya jamii ya Palestina ambao wako katika maeneo kama, kama ya West Bank. Ukiachilia okay, mbali, uh, matamko haya ambayo yalitolewa na David Lamy, uh, waziri wa mambo ya nje wa, wa nchi ya Uingereza, lakini vilevile Kaja Kalas ambaye ni afisa mwandamizi wa umoja wa Ulaya ambaye ni msimamizi au ni waziri tuseme katika upande wa maswala ya nje ya umoja wa Ulaya pamoja na maswala ya kiusalama ambaye alikuja kuchukua nafasi ya Joseph Borrell. Uh, actually alizungumza kwamba vilevile umoja wa Ulaya wanajaribu ku review makubaliano au kuangalia sehemu ya makubaliano ambayo yalifanyika mwaka elfu mbili baina yake na Uingereza, baina yake na Israel kuruhusu free trade kuruhusu ule uhuru wa ushirikiano wa kibiashara baina ya nchi ya Israel pamoja na umoja wa Ulaya, na wanachojaribu kuangalia au tuseme ku review katika ibara ya tatu ya makubaliano hayo, ndio ndio ilikuwa ilikuwa ni focal point. Tunasema, ilikuwa ni kama pointi muhimu ya kuzingatia juu ya kuendelea kwa kufanyika kwa biashara katika mazingira ya uhuru au kusitishwa baina ya Israel na umoja wa Ulaya kwa sababu ile article au hiyo ibara ya tatu ilikuwa inazungumzia sana swala la haki za binadamu kwamba wataendelea kufanya biashara kwa kuzingatia kwamba Israel itakuwa inachunga haki za kibinadamu na mfano wa hivyo, iwapo itaonekana kwamba inakiuka haki za binadamu uh, ili maana yake litapelekea kusitishwa kwa makubaliano hayo ya, ya kibiashara na hili ina makubaliano ya kibiashara baina ya umoja wa Ulaya na Israel ni jambo ambalo linawezekana likawa lina impact, au likawa lina, lina athari kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu uuzaji uh, wake wa bidhaa Israel kwa asilimia thelathini na nne inauza katika umoja wa Ulaya lakini vilevile na ununuzi wake wa bidhaa kwa asilimia thelathini inanua kutoka katika Umoja wa Ulaya na ukitoa Umoja wa Ulaya uh, maanake mmoja katika washirika muhimu katika masuala ya kibiashara na nchi ya Uingereza. Kwa hiyo ni sehemu ya movement ambayo kwa upande mmoja au mwingine pamoja na kwamba ni jambo ambalo lilizungumzwa muda mrefu Ireland walipata kuzungumzwa mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Uh, Spain walipata kuzungumza mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na nne kushauri Umoja wa Ulaya wajaribu kuangalia uh, ibara ya tatu ya makubaliano ya kibiashara baina ya Uingereza na, baina ya Umoja wa Ulaya na nchi ya ya Israel kujaribu kuangalia vizuri kwa sababu ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambao uko kuendelea hufanywa na nchi ya Israel. Pamoja na kwamba kama tulivyozungumza siku ya jana, vikwazo pamoja na kauli hizi, bado tunaona kwamba sidhani kama zitakuwa zina uzito wa kiwango hicho kwenye kufanikisha uh, usitishaji wa mapigano katika eneo la Gaz, na kuna sababu nyingi ya kuzungumza hiki ambacho tunakizungumza. Uh, unaweza ukaangalia kwa mfano leo serikali ya Marekani imetangaza kwamba ina imepata taarifa za kiintelijensia kwamba uh, Israel ina mpango wa kuishambulia Iran. Israel ina mpango wa kuishambulia Iran. Kwa hivyo Marekani, inachokifanya na yenyewe ni kukusanya baadhi ya taarifa muhimu za kiintelijensia ili iwapo hilo litotokea, basi waweze kuisaidia nchi ya Israel. Unaweza ukaona kwamba Umoja wa Ulaya umekuja na movement yao ambao hatuna hakika sana kama iko real kwa sababu ziko njia muhimu za kuchukua za kuweza kustisha makubaliano, ukiachilia mbali kauli ambazo zimekuwa zikitoka na vikwazo ambavyo vimekuwa vikiwekwa kwa watu kwa watu binafsi, lakini kauli kama hii ambayo imetolewa leo na na Marekani, unaweza ukaona kwamba nani ambaye ana backup zaidi Israel, katika movement yake ambayo anaifanya, katika movement ya Israel kuonekana kwamba wanampango kuvamia Iran hili linatokana au kuishambulia Iran, hili linatokana na kuonekana kwamba kuna kufeli kwa makubaliano ya maswala ya nyuklia ndani ya Iran baina ya Irani na Marekani. Palikuwa kuna makubaliano kwa takriban uh, siku au wiki kadhaa nyuma baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani, makubaliano ambayo yalikuwa yanafanyika katika nchi ya Oman. Makubaliano hasa yalikuwa yanajadili kuhusiana na swala la urutubishaji wa madini ya uranium, ambayo actually ndio madini mama yanayotumika katika uzalishaji wa nguvu za kiatomic za kinyuklia na mfano wake, makubaliano ambayo kwa upande mmoja au mwingine yanaonekana kwamba yanakwenda kulingana na motion ya nchi ya Israel kwa sababu uh, Benjamin Netanyahu amekuwa akikaririwa zaidi ya mara moja akisema kwamba makubaliano yote ya amani kuhusiana na nuclear baina ya nchi ya uh, Irani na nchi ya Marekani yatakuwa effective au yatakuwa sahihi iwapo tu Irani itasitisha mpango wote wa nyuklia, maanake itafanya dismantling, itaondoa kabisa ule uwezo wake wa kinyuklia, jambo ambalo sisi tunafahamu kwamba kwa, kwa Iran inawezekana ikawa ni jambo gumu, na actually ni jambo gumu kwa sababu Iran ina nuclear site kama tano, ina tunasema uh, uh, Isfahan nuclear site, ina Natanz nuclear site, ina Bushhar nuclear site, ina Arak nuclear site na mfano wake. Hizi nyuklia saiti zote ni nyuklia saiti ambazo wakati mwingine zinatumika katika uzalishaji wa nguvu ya umeme ndani ya nchi ya, ya Iran. Ukiachilia mbali kuzalisha nguvu ya umeme lakini vile vile, Iran wamekwenda mbele zaidi katika uh, katika elimu ya maswala ya ya tiba daktari na mfano wake, hasa kwa kutumia baadhi ya teknolojia ambazo zinahusianishwa moja kwa moja na nguvu za kinyuklia. Lakini vilevile vile, wana Uh, teknolojia ambayo uh, inaitwa sterile insect technique, ambayo sterile insect technique maana yake In ni teknolojia ya kuua vidudu vidudu, ambavyo actually vinasababisha madhara au inawezekana vikao vinaleta matatizo katika mimea, katika vyakula na mfano wake, ni teknolojia ambayo wanatumia uh, nguvu hizi hizi za kinyuklia kuweza kuharibu nguvu za uzaaji wa wadudu kiasi ambacho wadudu wanaweza kuwepo lakini wakawa hawawezi kuzaliana. Kwa hiyo automatically wakifa wanakufa uh, moja kwa moja, kiasi ambacho inasaidia Iran kuweza kukabiliana sana matatizo ya njaa, kwa maana kwamba kama kuna dudu wanaweza kaingia na wakasababisha madhara katika swala zima la kilimo, na mfano wake wanakuwa ni wepesi wao kuweza kudhibiti. Na hii imekuwa proven environment friendly, ni teknolojia ambayo ina inalinda mazingira vizuri zaidi kwa hiyo wanapoambiwa kwamba wasitishe moja kwa moja, moja, moja mradi wowote wa ki uh, teknolojia ambao unaegemea katika upande wa nuclear, maana yake jambo hili linakuwa ni jambo gumu sana. Na ndio maana ukiangalia kama kauli iliyotolewa leo na Abbas Araghchi waziri mambo ya nje wa nchi ya Iran ni kwamba makubaliano yakiwepo yatakuwepo, ama ma hayatakuwepo baina ya Iran na Marekani, maana yake urutubishaji wa nyuklia lazima uendelee, kwa sababu ni sehemu ya uhai wa nchi ya Iran na kwa kuzingatia pia vikwazo uh, vilivyokuwa vinawekwa hasa katika upande wa labda uuzaji mafuta na mfano wake, wakati mwingine namna ya kuavoidi au kuepuka baadhi ya kosti ambazo zinawezekana zika uh, ongezeka kutokana na vikwazo ambavyo vinawekwa katika nishati kama ya, ya, ya mafuta. Ni bora wakati mwingine pia kuwekeza katika nishati ya ya I mean, nishati ya ya nishati kutumia uh, hizi nyuklia na, na, na mfano wake. Sasa ukiangalia mpaka kufikia katika katika hatua hii uh, msimamo wa Marekani ni msimamo ambao Benjamin Netanyahu alikuwa akiuzungumza siku nyingi. Msimamo wa Marekani ni msimamo ambao actually vile vilevile umesapotiwa na baadhi ya maseneta wa Marekani kama kina Ted Cruz au Tom Cotton, ambao waliandika barua tarehe 14 mwezi wa tano kumwandikia Rais Donald Trump kumwomba kwamba asikubali makubaliano ya namna yoyote na nchi ya Iran, isipokuwa makubaliano ni ya kusitishwa kabisa kwa program ya nuclear ambayo inaendelea ndani ya nchi ya Iran, hata kama itakuwa ni uh, Uh, ni program ya inayokusudia know, zaidi kutoa huduma, unasema zile ni uh, yani huduma zile za kijamii kama hiyo, kwenye upande wa uzalishaji wa madawa na, na mfano wake hata kama itakuwa hivyo. Na Michael Rubio au Rubio, oh, Mark Rubio ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani jana uh, amezungumza kwamba Iran inapaswa isitishe ile programu yake ilikuwa ni jana majuzi, inapaswa isitishe ile programu yake kwa sababu iwapo ina uwezo kurutubisha hata kama ni asilimia moja, maana yake haitashindwa kuru, kurutubisha asilimia sitini au sabini, kiwango ambacho inawezekana kafikia kiwango cha kutengeneza nuclear bomb na mfano wake. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba pamoja na kauli ambazo zinatolewa na Umoja wa Ulaya na mfano wake hatutaraji kwamba, kwa sababu mwisho wa siku kwanza, kauli ambazo zinazungumzwa ni kauli ambazo actually haziigusi moja kwa moja serikali ya Benjamin Netanyahu, haziigusi moja kwa moja serikali ya Benjamin Netanyahu. Hiyo ni point number 1 lakini, point number 2 ni kwamba mwenye kauli ya mwisho ya kipi kiendelee ndani ya Israel ni Marekani. Marekani ndio mwenye kauli ya mwisho pamoja na kwamba kuna mambo mengi ambayo amekuwa anaonekana, kwa mfano JD Vance uh, ule makamu wa rais wa nchi ya Marekani amesitisha ziara yake kwenda katika nchi ya Israel kwa kuepuka kuonyesha kwamba ana sapoti kile ambacho au movement ambayo inafanywa na Israel. Hii ni miongoni mwa, mwa kauli ambayo JD Vance amezungumza ame, ame kwamba kuepuka sija kaonekana kama ana sapoti kile kinachofanywa na, na Israel, lakini Israel amekuwa kikariri maneno ya Donald Trump especially mtu kama Bezalel Smotrich kwamba kinachofanyika ni katika mpango ule ule wa Donald Trump. So Donald Trump siku za karibuni alizungumza kwamba raia wa Palestina walioko Gaza ikiwezekana ndakw wapelekwe Libia, raia zaidi ya milioni moja wanapaswa wapelekwe Libia. Lengo lengo ni nini? Lengo ni kwamba sehemu ya Gaza ibaki kuwa wazi. Na inakuwa wazi kwa sababu gani? Of course, kuna benefits nyingi ambao zinapatikana kwa nchi kama Israeli kiweze kucontrol eneo la Gaza kwa sababu pia ya utajiri ambao unapatikana katika pwani za eneo la Gaza lakini vilevile vile, tukijaribu kuangalia kama vitu vilivyosema, kwanza hatuoni moja kwa moja impact au effect ya kile ambacho kinazungumzwa na watu wa, wa magharibi kuhusiana na usitishwaji labda wa chakula na kitu gani katika eneo la Gaza ambao kiasi ambacho inaweza kaita athari kubwa ya kiwango hicho. Na ndio maana mpaka sasa hivi inaonekana vyakula, au kuna gari zimeingia takriban tatu kupitia kule Karim Shalom, lakini hakuna distribution iliyofanyika, hakuna ugawaji wa chakula wote ulioweza kufanyika, lakini tukiliangalia hili la uh, Iran ambalo limezungumzwa leo na uh, Marekani katika taarifa za Marekani na ikikadiriwa kutokana na baadhi ya movement ambazo zimekuwa zikifanywa na Israel kwamba wanakusudia kuishambulia uh, Iran bado hatuoni vilevile uh, impact ya moja kwa moja au hatuoni uh, seriousness ya moja kwa moja au umadhubuti wa dhamira moja ya moja kwa moja kwamba wanaweza yakaishambulia Iran. Hili pia linatupa tabu kuweza kufahamu logic behind au kufahamu ile fikra iliyoko nyuma, kwa sababu uh, kushambulia uh, Iran ni kitu kimoja, lakini kuleta madhara ni kitu cha pili. Na hii tumekuwa tukikariri mara nyingi katika vipindi vyetu vya nyuma kwamba jiografia ya Iran complex kidogo. Jiografia ya Irani ni, ni kidogo ina ina mashaka mengi, unapotaka ku- kuifanyia destabilization au ile kuitikisa Iran. Cha kwanza kabisa, katika upande wa kusini Iran inapakana na nchi kama Pakistan, inapakana na nchi kama Afghanistan na katika upande wa kaskazini inapakana na nchi kama Uzbekistan, na upande wa magharibi inapakana na nchi kama Iraq, lakini Iraq na yenyewe haipakani na na Iran complete, inapakana na kwa sehemu tu, lakini vivyo vile na upande wa kaskazini magharibi inapakana na nchi ya yeah, Uturuki. Kwa kuishambulia moja kwa moja Iran ili iweze kuiletea madhara, unahitaji upate ground force, inahitajika upate ground upate watu wanaoingia kwa miguu ili waweze kusababisha disturbance. Sasa ukiangalia msimamo wa nchi kama ya Iraq ambayo inaongozwa na uh, Muhammad ya Sudan, uh, waziri mkuu wa nchi ya Iraq, msimamo wake uko wazi kwa sababu kwanza ni mtu ambaye siasa zake zinaegemea zaidi uh, kutoka Iran kwa sababu pia ni mtu ambaye anatoka katika madhehebu ya watu ambao ni wa Shia. Kwa hiyo actually, ametoa kauli nafikiri kama imepita wiki kwamba hakuna makubaliano yoyote ya normalization yatakayofanyika baina ya Iraq na Israel na ili shambulizi au mpango wote wa kuishambulia Iran wanaona kabisa moja kwa moja utakuwa unasapotiwa na Israel yenyewe au wanaoiunga mkono Israel. Kwa hiyo ni jambo ambalo inawezekana Uh, likapata ukakasi kidogo kwamba mashambulizi yatafanyika sawa, lakini madhara yake hasa itakuwa yatakuwa yana athari kwa kiwango gani? Mnaweza ikafanyika mashambulizi kweli yakaharibiwa baadhi ya maeneo mawili matatu, lakini mwisho wa siku isiweze kuleta disturbance moja kwa moja katika uh, society ya kiuongozi ya nchi ya Iran. Kwa hiyo kupitia njia ya kuattack ya kuishambulia Iran, maana yake unahitaji mkakati ambao kidogo utakuta kuwa ni mkakati uh, mrefu na mkakati mwepesi ambao ilikuwa inawezekana ukaonyesha kwamba, uh, iwapo uh, Israel wanaweza kuishambulia Iran, ulikuwa mkakati ni mkakati kama ufuatao. Cha kwanza ni kauli ambayo alizungumza leo uh, uh, Marco Rubio kuhusiana na Siria kwamba Siria inawezekana ikaanguka ndani ya wiki au wiki kadhaa au miezi kama Siria haitasaidiwa pamoja na kwamba kuna vikwazo vimeondolewa kwa siku takriban mia moja thamanini na nchi ya Marekani, maanake kwa takriban kama mi ni uh, miezi sita uh, wanajaribu kuangalia baada ya kuiondolea vikwazo itakuwaji. Na umoja wa Ulaya vivi ametangaza kuiondolea vikwazo Siria. Kwa hiyo Marco Rubio alizungumza kwamba Siria inatakiwa isaidiwe kwa sababu isiposaidiwa inaweza ikakolapsi. Kauli ya kuizingatia zaidi ni kukolapsi kwa Siria na sio kusaidiwa kukolapsi kwa Siria kwa sababu kuna faida kwa Israel ambaye wa ni mshirika wa karibu wa Marekani. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, katika upande wa kaskazini, uh, mashariki mwa Siria kuna jamii ya Wakurdi ambao wanaunganika na Wakurdi wa kaskazini magharibi mwa Iraq ambao hawa wanaunganika na wakurdi wanaopatikana katika eneo la Iran katika nchi ya Iran, kutoka katika mji wa Kurdistan. Wakurdi wa Iran wamekuwa wana friction kwa muda mrefu na serikali ya Iran, wamekuwa na migogoro migogoro na serikali ya Iran ikiwemo migogoro ya kukusudia kujitenga, pamoja na kwamba hilo inawezekana likawa limevunjwa nguvu na Uh, maamuzi ya Wakurdi wanaoishi katika nchi ya Uturuki baada ya chama chao cha PKK kuamua kuweka silaha pembeni na kuachana na movement ya kutumia ya armed struggle ya kutumia silaha kuweza kujipatia aidha uhuru wao, mfano kwa sababu structure ya Wakurdi jinsi walivyokaa, walikuwa wanaweza kuunganika Wakurdi wa Uturuki, Wakurdi wa Syria, Wakurdi wa Iraq na Wakurdi wa Iran wakatengeneza nchi moja, lakini Wakurdi wa uh, eneo la Iran bado wenyewe hawana makubaliano ya moja na serikali ya Iran kwamba uh, wenyewe hawana harakati ya kutaka kwamba kwa kwa kutumia vikundi kama hivyo Wakurdi kuna uwezekano mkubwa wakaweza kusababisha baadhi ya na hata kama zinafanyika ni kwa kutumia upande wa kusini kusini katika miji kama ya Sistan na Baluchistan, kwa sababu Iran kusini kuna uh, miji ambao wanapatikana zaidi wa wabulushi, jamii wabulushi au wabaluchi tunaita ambao wanaunganika na wabulushi wanaopatikana katika maeneo ya uh, Pakistan, maana yake Pakistan kuna Baluchistan na Iraq Iran kuna Baluchistan. Sasa jamii wa wa, uh, wa wa Bulushi au wa Baluchi wanaopatikana katika mji wa Baluchistan pale Iran, wenyewe wana kikundi kabisa cha kijeshi ambacho kimekuwa kikizozana mara nyingi na jeshi la la, la, la, la nchi Iran ambacho kinajulikana kama uh, jeshi la adli kamaesha uh, kikundi hichi malengo yake makubwa kwanza ni kupigania kujitenga, lakini vilevile imekuwa ikipigania haki zake kwamba serikali ya Iran imekuwa ikiwanyanyapaa kwa sababu wao labda ni wasuni na na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kutumia weakness kama hii ya kusini, kutumia weakness kama ya kule ya Kurdistan ni jambo ambalo linawezekana hata kama mnafanya attacks mkaweza kuleta athari kwa upande mmoja au mwingine. Lakini vile vile kuna uh, jamii ya Waarabu ambao wanapatikana katika mji wa Khuzestan ambao wanajulikana kama Ahwazarab ambao eneo lao actually linaunganika na sehemu ya Iraq. Ni jamii ya watu ambao pile vile wamekuwa na mgogoro mkubwa wakati mwingine na serikali ya Iran kwa sababu kwanza, wanaamini ni watu wanatokea wehuru, kwa sababu eneo lao actually lilishuhudiwa kama mwaka 1925 kipindi cha ufalme pale katika nchi ya Iran kabla ya kuangushwa mwaka 78 uh, takriban uh, kwa hiyo ni eneo ambalo lina consist na jamii ya ya Waarabu ambao wamekuwa kilalamikia, kwa sababu ni eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa mafuta, wamekuwa kilalamikia kwamba mali inatoka katika maeneo yao, lakini vile vile bado wenyewe ni ni maskini kwa upande mmoja au mwingine, na wamekuwa na harakati nyingi, wakati mwingine wamewahi kulipua baadhi ya mabomba ya mafuta pale Khuzestan kwa kupingana na serikali ya Iran. Kwa hiyo sasa kutumia mianya ya upatikanaji wa vikundi kama hivi, kama kule jeshi la adili kule upande wa kusini katika mji wa Baluchistan na Sistan, vile vile kwa jamii ya Wakurdi wanaopatikana katika upande wa kaskazini magharibi, vile vile na uh, awa jamii ya Waarabu wanaopatikana katika mji wa Khuzestan, inawezekana hata kama unafanya attacks kwa upande mmoja au mwingine, ikawa ina athari zaidi, kwa sababu lengo lako kubwa wewe ni kutaka kudestabilize nchi ni kuiangusha uh, kuangusha ule utawala ulioko, ulioko pale, pale katika nchi ya Iran. Lakini kupanga plani kwamba tuna mpango wa kushambulia, tuna mpango wa kufanya hivi, ni jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine wakati mwingine linakuwa linatupa shida kuweza kufahamu vizuri ni tekniki ni tekniki gani inaweza ikatumika na ikawa ina athari ya moja kwa moja. Lakini ukiachilia mbali hapo, kwa sababu jamii kubwa ya Kiarabu mashariki ya kati inaonekana kama inasita kusupport movement ya namna yote ambayo inahusiana na kuishambulia Iran moja kwa moja kwa sababu uh, ukiangalia katika siku za nyuma, miezi mwezi mmoja, miezi miwili nyuma, jamii nyingi za Kiarabu especially Saudi Arabia na mfano wake wamekuwa pia wana mazungumzo na Iran, ukiachilia normalization ambayo zilifanyika miaka ya nyuma zikisapotiwa na nchi kama ya, ya, ya China na kupatikana kwa mazingira kama ya amani baina ya nchi ya Kiarabu na nchi ya Iran, maana yake kwamba kwa kinyima fursa moja kwa moja Marekani kuweza kutumia ground ya kutumia ardhi za Waarabu kwenye kuishambulia Iran, na hii ni kwa sababu ya uwezo wa nguvu walizokuwa nazo Iran. Na ndio maana uh, siku za nyuma kidogo ilionekana uh, Marekani wamefanya movement nyingi ya ndege zake za kivita kuzipeleka katika visiwa vya Diego Garcia, lakini ukipima vile vile umbali wa Diego Garcia na Iran pale ilipo, bila shaka umbali ni mkubwa sana kiasi ambacho Ata kama uh, Irani inajipanga kuweza kufanya counter move, uh, dhidi ya mashambulizi yanayofanyika ni jambo bali linakuwa jambo bali bila shaka linakuwa linawezekana. Kwa hiyo actually, tunaona kwamba Umoja wa Ulaya na nchi za magharibi zimetoa kauli dhidi ya, ya Israel, lakini tunaona vile vile kwa hiki ambacho kinachoonekana kwenye, kwenye uh, support ya nchi ya Marekani kwa Israel kwenye mpango wake wa kushambulia Iran kinatupa tafsiri ya kwamba kauli ambayo zinazungumzwa na watu wa magharibi dhidi ya Israel bila shaka nafasi yake ya kufaulu ni ndogo sana. Lakini vilevile vile, tukiangalia kwa upande mwingine uh, harakati za Israel kupanga kuishambulia Iran bado tunapata shida zaidi kuweza kufahamu kwamba natija au ile impact au madhara ambayo yanategemewa kwamba yatapatikana kwa Israel kufanya attack kuishambulia Iran yatakuwa ni yapi, ikiwa mazingira haya ambayo nimeyataja kwa mfano ya uasi kutengenezwa bado hayajakaa sawasawa, lakini vilevile, kuangushwa kwa baadhi ya nchi kama Iraq bado hakuja hakuja kamilika, pamoja na kwamba iwapo Syria itaanguka basi kuna uwezekano mkubwa yani, iwapo Syria itaingia kwenye vurugu basi kuna uwezekano mkubwa Iraq, muda sio mrefu na yenyewe ikaanguka, kwa sababu ni jambo ambalo uh, actually linawezekana lina, lina, lina. Lakini katika upande wa Iraq uh, Iran kama Iran, maana yake tekniki nyepesi ya kuweza kuifanyia mashambulizi Iran ni kupitia uh, kwenda kuwaokoa jamii ya wachache kwa sababu ndio kauli ambayo mara nyingi huwa inatumika kuweza kuangusha dola yoyote, kwamba vinatengenezwa vikundi vya vya minority, tunasema watu ambao wenyewe population yao sio kubwa katika nchi na kisha vinatengenezewa mazingira ya kwamba vinaonewa, na hii imekuwa ikitumika sehemu si nyingi. Tunaona juzi uh, Israel wameshambulia Syria, wameshambulia karibu na Ikulu ya Syria. Lakini wakitoa onyo kwamba wa Syria au jeshi serikali ya Hayat Tahrir ya Sham isiwashambulie wa Druze, ambao ni minority ni wachache, lakini actual ukiangalia wa Druze wenyewe wote au wengi wanakubaliana na kuungana na serikali ya Syria ili waweze kupata ulinzi kutoka katika serikali ya Syria, kuliko Israeli, kwa sababu wanaona wa Druze wenzao wanaopatikana katika uh, milima ya Golan kule hawatitiwi vizuri sana na Waisraeli pamoja na kwamba wamekuwa wakilazimishwa siku hizi kwa zaidi ya asilimia themanini wajiunge katika jeshi, katika jeshi la Israel, lakini vilevile katika minority ambao wanatetewa ni Alawit wanaonekana kwamba ni wachache walindwe kwa ndani ya Syria, lakini Alawiti ndio kabila la Bashar al-Assad, pamoja uh, al al na kwamba ziko mazingira sasa hivi Israel wamekuwa kiishambulia Syria kwa kigezo cha kwamba wanawashambulia minority, na imekuwa ikitumika hata miaka ya nyuma. Kwa mfano katika kuanguka kwa serikali ya Yugoslavia ilikuwa ikiongozwa na uh, Slobodan Milosevic kwenye takriban mwaka 99, um, NATO waliishambulia Yugoslavia na wakaiangusha serikali ya Yugoslavia kwa sababu ya kigezo cha kwamba wa Serb walikuwa wakiwashambulia uh, jamii wa Chechnya au jamii wa, wa, wa, wa Bosnia ambao actually majority walikuwa ni Waislamu, lakini wa Serbia walikuwa ni jamii ya wa Wakristo. Kwa hiyo NATO walikwenda kuwasaidia wale, kwa sababu alisema ni Waislamu wachache wanaonewa, lakini lengo halikuwa hilo. Lengo lilikuwa ni kwamba NATO walikuwa wanataka waweke base katika upande wa Balkan. Kwa hivyo walivunja hunja ile Yugoslavia, wakatoa nchi kama za Slovenia, uh, nchi kama za Albania, nchi kama Northern Macedonia, nchi kama za Montenegro na mfano wake, na wakaweza kuweka base katika upande katika upande wa Balkan and the same ways hata sasa hivi pia inaweza ikatumika tekniki yo hiyo, kwamba serikali ya Iran inawaonea minority kama watu wa Waachistan, watu kama wa Khuzestan, na watu kama wa Kurdistan. Kwa hiyo tunataka twende tukawaokoe watu wa mazingira mazingira mazingira kama yanaweza lakini panapoonekana hayo hayajatengenezwa, bila shaka mashambulizi ambayo anazungumzwa kwamba yanaweza yanatupa shaka kufahamu natija yake itakuwa ni nini, na lengo gani linaweza likafikiwa iwapo itafanyika hivyo, ikiwa bado Iran haijaanguka, uh, Syria haijaanguka, bila shaka tunaona kwamba itakuwa tu ni mchezo labda wa kitifotat kwamba huyu apige na huyu apige, lakini hapatakuwa na athari kubwa ya namna yoyote, bila shaka ni sehemu ya kile ambacho tuliona kwamba tunapaswa tukuletee, ili walau uweze kupata update ya kile ambacho kinaendelea katika siasa ya ulimwengu, na hasa katika eneo la mashariki ya kati, ukihusianisha na nchi ya Irani. Pia jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.